Ikulu ya Tanzania yawaka moto baada ya kiongozi wa chama cha upinzani ACT Wazalendo kumwaga petroli kwa kutoa maneno makali. Hujambo na karibu. Kiongozi wa chama cha upinzani ACT Wazalendo, Dorothy Semu amekazia zaidi haja ya maridhiano ya kweli na utashi wa kisiasa nchini Tanzania ili kukomesha mlolongo wa malalamiko ya uchaguzi unaoendelea tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi. Kauli hiyo ilitolewa leo Januari tarehe tano mwaka elfu mbili ishirini na sita wakati wa kikao cha viongozi na wanachama ama wachama wa majimbo ya Tunduru kaskazini na kusini, akieleza kukasirishwa na wananchi wa Tunduru na Watanzania kwa jumla kwa kuwepo kwa malalamiko yanayojirudia kila uchaguzi bila suluhu ya kudumu. Ni suala ambalo limetikisa ikulu ya Tanzania na kuwasha moto mpya kuhusiana na maridhiano. Semu alisema lazima kuwe na maridhiano ya kisiasa yenye utashi wa pamoja badala ya kukumbwa na malalamiko yanayoongezeka ya mgogoro unaoelezwa na watu wengi kuwa umetokana na ukosefu wa majibu ya kisiasa kuhusu uchaguzi mkuu Oktoba tarehe ishirini na tisa mwaka huu. Aidha, alisitiza tamko la chama chake lenye vipengele vitatu vya msingi ambavyo ni kusitisha vitisho na ukandamizaji dhidi ya upinzani na wananchi wa mara moja, kusikiliza malalamiko ya wananchi na kutafuta mabadiliko ya kikatiba na utawala wa uchaguzi uliopo. Uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na tano ulifanyika Oktoba tarehe 29, ambapo wapiga kura zaidi ya milioni thelathini na saba walijiandikisha kupiga kura kwa rais, wa bunge na madiwani na kulingana na taarifa za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Hata hivyo, mazingira ya kisiasa na maandalizi ya uchaguzi yalikumbwa na masuala ya mgongano wa kitaifa na kushindwa kwa taasisi za kidemokrasia kuridhisha upande wa upinzani na mchambuzi ama wachambuzi wa demokrasia tangu kabla ya uchaguzi vyama vya upinzani vilikuwa vikishinikiza serikali na taasisi zinazohusika kufanya mabadiliko ya kina ya kikatiba na utaratibu wa uchaguzi, ikiwemo ukomo wa mamlaka ya tume ya uchaguzi, uhuru wa vyombo vya habari na haki ya za wananchi kushiriki kikamilifu katika siasa za kitaifa. Ripoti za jumuiya ya kimataifa zilisema uchaguzi huo au kidhi viwango vya kimataifa vya uchaguzi huru na wa haki, huku kutolewa taarifa kwamba mazingira ya kisiasa yalikuwa yenye vikwazo. Mfano, ujumbe wa uchunguzi wa umoja wa Afrika ulitoa taarifa za awali wakisema uchaguzi au kuendana na viwango vya demokrasia vinavyotarajiwa, ikieleza pia kushindwa kwa taasisi za uchaguzi kushughulikia changamoto zilizoongezeka changamoto sio tu kwa vyama vya upinzani . Ripoti za uhuru wa siasa na demokrasia zinaonyesha ongezeko la ukandamizaji huko Tanzania katika miaka hivi karibuni. Human Rights Watch ilibainisha uwepo wa ukandamizaji wa vyama vya upinzani ukandamizaji wa vyombo vya habari na kushindwa kwa tume uchaguzi kuwa huru kwa kutegemea uteuzi wa kisiasa. Na hii imeongeza malalamiko ya upande wa upinzani kuwa siasa zinadhibitiwa sana na masharti yasiyoruhusu ushindani wa kweli. Matukio kama kukamatwa kwa viongozi wa vyama vya upinzani na kesi dhidi yao, mabadiliko ya kikatiba yanayotumia nguvu za kisheria kuziba nafasi za kupinga, vimeendelea kuongeza msukumo wa malalamiko. Baadhi ya vitisho na ukandamizaji hukuzwa kwa hoja kwamba vitashughulikiwa kupitia mjadala wa kisiasa na si kwa hatua kali za kisheria au za kiusalama pekee. Na katika tamko la chama cha ACT Wazalendo kilichotolewa wakati wa kikao chake na viongozi wa mikoa ya Tunduru, Semu aliweka mkazo maalum kwa sababu saba zilizomo katika tamko la chama. Miongoni mwa haya ni pamoja na kuzitaka mamlaka kusitisha vitisho, ukandamizaji na ukamataji wa viongozi upinzani na wananchi mara moja, kusikiliza malalamiko ya wananchi yanayohusu haki za uchunguzi kwa njia ya demokrasia, kupokea mchakato wa mabadiliko ya kikatiba ambao unaungwa mkono na pande zote, serikalini na upinzani, kupambania uhuru wa tume huru ya uchaguzi ili kuhakikisha ina uwezo wa kufanya kazi bila vikwazo vya kisiasa kulinda haki za vijana na kuhakikisha ushiriki uh, wao katika uongozi wa maendeleo ya taifa, na vilevile kuunda muungano wa kitaifa na vyama vya wadau wa siasa kuleta maridhiano ya kisiasa. Madai haya yanalingana na wito wa vyama vya upinzani vya Tanzania kwa mabadiliko makubwa ya kikatiba na taasisi ama ya ya yaliyoibuliwa hadharani katika mjadala wa kitaifa kwa miezi kadhaa iliyopita na pia kuibuliwa na mashirika ya kiraia. ACT Wazalendo pia imepinga matokeo ya uteuzi wa viti maalum vya wabunge ambao pia wamekuwa chanzo cha mdororo wa uwakilishi kwa vyama vya upinzani. Chama hicho kimefikisha kesi mahakamani kupinga matokeo ya uteuzi wa viti maalum vya wabunge na kwani linadai ama inadai lilikuwa na asilimia ya kutosha ya kura, lakini haikupata uwakilishi na ustahili na katika hotuba yake Semu pia aligusia hali ya vijana ambao alisema wako kwenye mtanziko kuhusu kesho yao, akisisitiza kuwa ACT Wazalendo inataka kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto za kimaisha zinazo uwakabili. Analisis za vijana hasa kuhusiana na ajira, elimu na ushiriki wa siasa zinaonyesha kuungana na mjadala mkubwa wa kitaifa kuhusu demokrasia na haki za kiraia. Ripoti za taasisi za kimataifa pia zinaonyesha taswira ya vijana wengi wanapouza taswira ya kisiasa kutokana na sintofahamu ya kisiasa na kuonekana kwa ukosefu wa uwakilishi wa kidemokrasia unaowaathiri moja kwa moja. Hii ni sehemu ya mzunguko mkubwa ambao viongozi wa siasa wanadai unahitaji maridhiano ya kisiasa na majadiliano huru ya kitaifa. Matamko ya viongozi kama Dorothy Semu na awito wa ACT Wazalendo yanajiri wakati ambapo Tanzania inashuhudia mapambano ya kina juu ya mstakabali wa demokrasia yake. Na Tanzania ilikuwa ikikuwa kama nchi yenye utulivu wa kisiasa na nafasi ya vyama vingi tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Lakini uchaguzi wa mwaka 2025 umeleta upya mjadala kuhusu uhalali wa uwakilishi wa vyama mbalimbali. Malalamiko ya vyama vya upinzani kwa uchaguzi unaoripotiwa kuwa na matatizo ya utaratibu na uaminifu, pamoja na ripoti za jumuiya za kimataifa kuhusu ukosefu wa mazingira ya kisiasa huru, yanaonyesha kuwa bado kuna pengo kubwa la uaminifu kati ya vyama vya upinzani, serikali na taasisi za uchaguzi, na inahitaji suluhu ya kisiasa na uhuru zaidi kuliko hatua za kisheria pekee. Ni wazi kwamba bila maridhiano ya kweli ya kisiasa na mageuzi ya kikatiba yanayojumuisha pande zote, imani ya wananchi kwa taratibu za uchaguzi na demokrasia inaweza kuendelea kudonda na kudorora na kufanya Tanzania kukosa uwezo wa kujenga mfumo thabiti unaokidhi mahitaji ya raia wake kwa usawa, haki na uwakilishi wa kweli. Ndio hayo tuliokuwa tunakuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Tanza Pulse, chaneli ya kupendwa, ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.